Kwanza sio maarufu kwa kunyoa hapa, lakini amebahatika kumnyoa waziri leo, amebahatika kumnyoa waziri leo. Kwa hiyo hata mwenyewe aamini, maana alikuwa hamfahamu, lakini hata sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tangu mimi nizaliwe, sijawahi kuona waziri ananyoa Mgagau kwa hiyo ni fursa kwetu, tumeona waziri leo amenyoa kwenye saluni za kawaida. Sisi tumezoea mawaziri wananyoa kwenye masaluni makubwa, wala huwezi kuwaona, lakini leo ni fursa kwetu. Yani wananyoa hapa ni sisi na wamasai wenzetu, ndio tunanyoa hapa, watu wa hali ya chini tu, watu wenye nafasi zao wanyoe hapa. Kunyoa hapa ni elfu na mia tano mpaka elfu. Eh, yaani uzoefu wake ni wa kawaida sana, yani ni mtu ambaye ategemewe hata kunyoa, mtu ambaye ni wamanamana sana lakini leo amenyoa waziri. Wale wanyoaji wa wazuri wa wala hawapo, kwa hiyo tunaweza tukasema hata yeye ni zali tu limemtokea leo, ana zali. Alafu huyo mwenye saluni mwenyewe amesafiri, lakini anasema angejua angairisha tu safari. Waziri mi namfahamu nampata, ndo maana hata anapita hapo mesa babani, kaita tu January Makamba akasimama, afu kanaambia njoo, kwa hiyo nikakimbia, kanaambia vipi, saluni nataka ninyoe, nikavimbwa mwenyewe nimeshangaa. Niambia saluni a baba shop wote, tunakuwa sawa. Anajali na watu wa kawaida, kwamba sio sisi saizi moja. Ni fresh.